E, bana hii ndio time ya kupeana zile taarifa za kimichezo ambazo zimechukua nafasi katika masuala uh, ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili, hivyo taarifa zote za usajili kwa upande wa Simba na Yanga, basi sisi bila hiana tutakuletea hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Inachotakiwa tu wewe ni kugusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe, basi taarifa zote za usajili wa Simba na Yanga, basi utakuwa wa kwanza kuzipata katika simu yako ya mkononi, yaani notification. Hivyo subscribe kwa sasa, ili ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia chaneli hii ya channel karibu kabisa kwa ajili ya kupata zile update mbalimbali mbali za michezo, taarifa ambazo hujawahi kuzisikia ama kuzipata popote pale, bali unazipata hapa hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Ili usipitwe basi na taarifa hizo, basi gusa tu neno subscribe. Kumbuka tuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu, hivyo taarifa za usajili ni nyingi. Simba wanamsajili nani ama Yanga wanamsajili nani? Bali baki hapa hapa tu neno subscribe. Kila taarifa ya usajili wa Simba na Yanga, basi utakuwa wa kwanza Eh, kupata, eh, ta, kupata, kuipata taarifa hiyo. Ee bana, leo nikukaribishe tu na tipsi moja ambao nimekuandalia kwa ajili ya kukupa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa taarifa hizi za michezo kitaifa pamoja na kimataifa. Sisi kila siku tadonosha habari mpya eh, humu ndani basi, taarifa ambazo ninazo na za uhakika ndani ya meza ya channel yako hii ya habari za michezo na burudani taarifa zinasema kwamba e, za ndani kabisa na za uhakika ni kwamba kwa e, taarifa hizo e, zina zinasema zina, zina, zina, zina, kwamba Eh, kuhusu kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa msimbadi Simba, taarifa zinasema kwa mujibu wa chanzo changu cha kuaminika eh, kimethibitisha kuwa Edwin Barua anaelekea kukamilisha uhamisho wake wa mkopo eh, kujiunga na klabu ya Azam FC. Mazungumzo baina ya vilabu vya Simba na Azam yamefikia yamefikiwa, na kinachoendelea sasa ni makubaliano binafsi baina ya Edwin Barua na uongozi wake wa klabu ya Azam FC. Barua, Edwin Barua anaelekea kukamilisha usajili wake wa mkopo wa mwaka mmoja eh, kwa matajiri hao wa Azam FC, na dili likikamilika, Faisali ni fursa eh, kuja eh, Msimbazi Eh, sasa kwa upande mwingine pia eh, Faisal Salum eh, kujiunga na Simba eh, dirisha kubwa ni asilimia 90, eh, kwa sasa, kwa sababu kila kitu eh, kinakwenda sawa, na Faisal Salum yeye yupo tayari kutua kunako klabu ya Wekundu Msibadi Simba. Kila kitu kinakwenda sawa endapo Simba na Azam watafanikisha dili la Edwin Barua kutua kunako klabu ya Azam FC ambao wanamhitaji Edin ni barua basi, Simba nao pia watakamilisha e, swala la Faisal Salum kujiunga kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka e, kwenye chanzo makini kinaeleza kuwa Faisal Salum ameridhia kujiunga na Wekundu hao wa Msimbazi kwa mkataba wa miaka mitatu na nusu, huku kukiwa na kipengele cha kuongeza endapo atawashawishi waajiri wake dirisha kubwa e, la usajili basi hizi ndizo taarifa ambazo nimeona nikupe wewe mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yako hii habari e, za michezo na burudani. Ni kwamba e, Simba wanampeleka e, Edwin Barua kwenda kwa klabu ya Azam FC kwa mkopo wa mwaka mmoja, lakini Simba hapo hapo pia wakifanya dili ama wakikamilisha dili la Faisal Salum kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Faisal Salum tayari amesharidhia eh, kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkataba wa miaka mitatu na nusu, huku kukiwa na kipengele cha kuongeza endapo atawashawishi mabosi mabosi wake e, hao basi. Hizi ni taarifa ambazo nakupenyezea wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya habari za michezo na burudani. Nimekuambia e, ukisha subscribe chaneli hii, basi hutaweza kupitwa na taarifa zote ambazo ni za moto moto katika maswala e, ya michezo. Hivyo gusa tu neno subscribe, utakuwa umejisajili moja kwa moja na chaneli yako hii ya habari za michezo na burudani. Leo tulikuwa na taarifa kumuhusu eh, Edwin Barua kutoka kunako klabu ya wekundu Msimbazi Simba, kuelekea kule kuna kuviunga vya matajiri wa Chamanzi Azam FC kwa mkopo wa mwaka eh, moja, huku uhamisho eh, huo ukifanyika, Simba pia watakwenda kukamilisha dili pia la Faisal Salum kujiunga na klabu ya wekundwa Msimbari Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Hivyo hivyo, Edwin Barua anaelekea Azam FC kwa mkopo wa mwaka mmoja, lakini Simba pia ukikamilisha dili la Faisal Salum kuelekea dirisha kubwa hilo eh, la usajili. Faisal Salum ameridhia kujiunga na Simba kwa mkataba wa miaka mitatu na nusu, huku mkataba huo ukiwa na kipengele cha kuongeza eh, mkataba cha kuongeza mkataba mwingine endapo atawashawishi mabosi hao wa klabu ya wekundu wa Msimbazi e, Simba. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona leo nikusogezee katika channel yako hii, habari za michezo na burudani na kusii tu kamoja, subscribe basi, gusa tu neno subscribe ili taarifa zote za usajili zisikupite na uwe wa kwanza kuzipata taarifa e, hizo. Basi leo tulikuwa na taarifa hii ya kumuhusu Edwin Barua kuelekea kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkopo wa mwaka mmoja, e, huku dili hilo likikamilishwa basi, Simba pia watakamilisha usajili wa Feisal Salum. Feisal Salum ameridhia miaka mitatu na nusu kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ama mkataba wa miaka mitatu na nusu, na mkataba huo una kipengele cha kuongeza E, mkataba mwingine endapo atawashawishi mabosi hao wa klabu ya Wekundu wa Msimbadi Simba. Hizi ni taarifa ambazo hujai kuzisikia popote pale, bali hapa katika chaneli yako hii, habari za michezo na burudani. Ili usipitwe na usajili wa Simba Yanga, basi gusa tu neno subscribe, kila taarifa utakuwa wa kwanza kuipata.